Kama ilivyo kawaida, mgeni wetu mshekhe wetu Abu Musa Abubakar bin Kiza na mihadhara yake katika jiji yetu hii, hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema yake na fadhila zake kwa kule kutujalia

Anasema alimamu shafi la taskun baldatan laisa fihi alimun yunabbi'uka al an dini wala tabibu yunabiuka an amri badani. Alimamu Shafi anasema usikae katika mji ambao hakuna mwana wa chuoni ambaye anakufundisha, anakupa tanbihi na anaku kukuelekeza mambo ya dini yako wale usikae katika mji ambao hakuna daktari anayekuelekeza na kukuzindua kuhusiana na hali ya mwili wako. Kwa hivyo na sisi tuna neema hii, tuikamate neema hii kwa nguvu zote. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema ya wanachuoni. Basi na sisi tujitahidi kuwa karibu nao tuitikie wito wao, na katika muda huu tusirefushe, tunamkaribisha Shekhe wetu aje kutupa kalima na tustafidi kutoka kwake, wa jazakum Allahu khaira.